Na Tume ya uwiano na mshikamano wa kitaifa imesaini mkataba wa ushirikiano na taasisi ya maswala ya kiuchumi na amani kuandaa mikutano ya kubuni na kukuza mshikamano kati ya vizazi mbalimbali. Madhumuni ya kampeni hiyo ni kukuza mshikamano kati ya vizazi na kuwezesha jamii kwa minajili ya umoja wa kitaifa. Mikutano hiyo ambayo imepangiwa kumwananga mwezi Aprili mwaka huu itatoa jukwaa kwa kizazi cha Gen Z kuwakilisha malalamiko yao, kulingana na tume ya uwiano na mshikamano wa taifa NCIC. Uamuzi huo unafuatia matukio ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2024 yaliyobaini mgawanyiko kati ya vizazi Tume hiyo kwa ushirikiano na taasisi ya maswala ya kiuchumi na amani, kadhalika ina nia ya kukuza imani kati ya vijana na serikali. Uh, with those town hall meetings and also make sure that our people are peaceful and they use our framework in peace building activities across, uh, across the country and beyond. Mpango huo ambao utatekelezwa katika kaunti 17 unalenga kukuza uyeno kati ya vizazi. We are known for coming up with a concept called a positive peace framework. That we wish to use that framework to help the NCAC. Mikutano hiyo ya kumbini itapeperushwa moja kwa moja na shirika la utangazaji nchini KBC. Gieson Mana, Darubini.